Yote yana maji, maji. Maji.

iwa mpaka nikaanza kukojoa bado mpaka ule kule. Shemeji, hatuwezi kumkata huyu au kuna gari kunakona maana huyu akishindwa akirudi shemeji. Uh, ila mi kuna sehemu moja hivi nilikuwa naenda Tanga na mzee mmoja hivi nampeleka, hmm. na Noah nikaovertake sehemu yani mbaya kabisa, alafu najua juu pale palikuwa pali palikuwa wanakaa askari hmm. nimeovertake mzee, afu gari ilivyokuwa inaenda hmm. Nikasema usiwezi kukaa nyuma yake, nikaovertake kwenda juu, askari wakanikamata. "Mbona ulichofanya nini hapa, unapo overtake panaonekanaje kule? Unapo overtake kipi sehemu pale?" Nikaambia mimi nimeangalia usalama wangu, askari. Ile gari ingerudi nyuma, ingekuwaje? Nimechungulia mbele nimeona, naona na naweza kuwahi nikampita. Sasa hilo nilichofanya nacho, so, so kitu kini kizuri. Baya waruhusu ku overtake kweli? Na mimi nime overtake na waona. Maana nisinge overtake basi lakini yule angeudi nyuma, hata niseme ni mpege pukubwa bado ilikuwa pia hatari. Unaona hayo ndio naosema anapodemadema. Basi yule skali akaniambia, aje anaenda vicho speedi ya overtake